Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Fizi News 24 ni TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Safari Almasi. Taarifa zetu zitaanzia na uko Rugezi ambako kisha mapambano kati ya wazalendo kundi la Bilos Bishambuke zili ya M23 Twigwaneho katika kijiji cha Rugezi harimai kwa sasa mji huo unamilikiwa na wazalendo. Kwa jambo ilio, uongozi wa kundi ilo la wazalendo umeomba kwa raia kuwa watulivu na kuendelea kuwapa imani. Akizungumza na, na redio yako Bwana Strategy na Mubamba, msemaji wa Fabebe kundi lake kama ndango manzito, ameonyesha hapa kile kilichotokea pa Rugezi eneo la mapambano, ni kutaka tu kujulisha raia wote wa Kongo kwa ujumla na wale wa kijiji cha Rugezi na kandokando kando yake, kwa upekee kwamba tangu uh, Jumatatu Mei 19 mwaka wa 2025, kijiji cha Rugezi tayari chote kimo mikononi mwa wazalendo wa kundi la Bilose Bishambuke yake teni uh, Jemadari Delfin Kalembe Ngomanzito. Ni baada ya mapambano ambayo iliweza kunguruma uh, mchana wote wa Jumatatu, na matokeo ya mapambano hayo ni kwamba wazalendo waliwafukuza uh, waasi wa M23 wakishirikiana na Rwanda pamoja na wanamgambo wa Twigwaneho na waasi wa Burundi wa Red Tabara ambao walikuwa wanamiliki maeneo fulani ya hapo Rugezi, wote waliweza kufyekwa na wakakimbia. Kwa sasa mapambano yanaendelea kwenye maeneo ya mbali kabisa na Rugezi wakielekea Manunga uh, ni hapo baada ya kutoka na Morombo ambapo vijana wazalendo waliwafurusha hapo pia waasi wa, wa M23 ambao walikuwa wanatamani kuendesha mauaji ya kimbari zidi ya raia wasiokuwa na hatia. Biloze bishambuke ni kundi ambalo liliweza kuundwa katika hali pekee ya timiza katiba ya nchi kupitia kipengele chake cha sitini na tatu ambacho kinabaini kwamba uh, kila mkongomani yeyote ana haki ya kuweza ku kinga um, wazo lolote la kugawa nchi ao kuunga mkono yote ambaye ana wazo la kugawa nchi. Ndio maana Biloze Bishambuke walisimama kama vile uh, mtu mmoja, wakatetea udongo wa mababu zao, huku waasi walikuwa wakiendelea kuua raia wasio na hatia, kuunguza vijiji, kupora mali, kubaka wanawake. Ndio maana tuliamua kuwafukuza ili kwamba raia wasiokuwa na hatia hapo Rugezi waweze kuendesha shughuli zao kama kawaida. Na huko Uvira ni kwamba watu wawili mume na muke wameuawa kwa kupigwa risasi huku mtu mwingine kuponea chupuchupu -chupu na kubaki katika majeraha makali. Hivyo ni baada ya wao kuvamiwa na mtu aliyekuwa na miliki silaha kinyume cha sheria ambaye pia ameshikwa ndani ya muji wa Uvira siku ya kwanza hii ya wiki. Tunayo kwa mujibu wake, chako Changbonane, moja kati wa malira wa kijamii mjini Uvira, ameanza kwanza kuonyesha kuwa kwa sasa hali ya raia wa Uvira inaonekana kuwa tete kutokana na mauaji ya kupindukia jana usiku wa madisneve kuna watu watatu ambao wa walikuwa waviktime wa masasi, mwanaume na mwanamke walikufa pale pale, juu masasi amewakamata nafasi mbaya. Lakini kuna mwingine jeune ambaye ni mtu watatu mwenye masasi memkua kwenye mgulu na iko hospitalini. Hmm, iko hospitalini anatunzwa, ila a la recherche vijana walikamata ule mwenye alipiga masasi mwenye aliua watu wake amepigwa na vijana kaumizwa vikali. Bahati nzuri ikaintervenir wakamrekiperi na hivi iko mautiuti mhopital general iko anatungiwa. Hiyo ndo hali ya masasi ambayo imekuwa tangu usiku wa saa moja, saa moja na nusu. Vijana walioji alipiga masasi amesema kwamba ilikuwa ilikuwa sible na ametumwa. Bahati mbaya hakusema watu gani wenye wali- walimtuma. Unajua kwamba masa haina haina haina ame olia mu, interroger vizuri vizuri, wakaprefere kumuumiza kumpiga vikali juu wamuue, hati mzuri atakasoze na FRDC. mtangazaji mm -hmm. Uvira iko zaidi ya abatwari men watu wana, wanakufa wengi Semaine pass ilikuwa zaidi ya watu wine wenye waliuawa hivi. Tunaanza na watu tatu wana, wenyewe wanaumia wana vikali, wawili wamekufa na umoja iko hospitali, hali ni mbaya Uvira, kwa sababu arme na serikule sana, hakuna kontrole, koordination ziko nyingi, ni Mungu ina maombi upande mwingine ameongeza kuwa kuzorota kwa hali ya usalama inafanya raia kuishi katika usalama mdogo. chako changbon ane amerejea mara tena, mtangazaji patri, hakuna hakuna patri ya FRDC, hakuna patri ya polisi, hakuna patri ya wazalendo, wenye wako anapaa patri ni walala rondo tu oro, hawana bunduki, hawana, hawana kitu. Raia anaichunga mwenyewe, raia anachungwa na Mungu, anachungwa na Mungu mambo ni magumu zaidi kiukweli kabisa. Raia iko katika hali ya woga, hali ya mshtuko. Hakuna tena vikao vya watu kuongea, mtu awezi akabaki plisi ya, ya, ya masaa mawili nafasi moja. Kila mtu kichwa iko juu juu na watu wanarudi mapema nyumbani, wakuusia hali ni ngumu zaidi. Tumepropose vikao viendelee eureuseme semaine me passé meya wa jiji alikuwa na vikao na, na, na, na, na mapasta. Tumepropose de kae ya menage ambayo alikuwa nayo na bakuwe na sensibilization. Tumepropose mainitiative me mengi ambayo zitafanyika pour que usalama urudie, lakini pia mafuio ni misako ikuwe mingi na kila mzalendo wa kontrole apunguze ulevi akontrole bunduki yake, kwa kuwa watu hawakuomba wazalendo wa kututo wauawe ama wc tu waue watu. Inabidi kila mmoja akontrole mwenzake, lakini pia raia iwe makini, kwa kuwa hali ya usalama haiko nzuri. Ni kweli kwamba masilaha iko mengi sana katika mikono ya watu. Unaweza ona mtu usai ni raia kumbe, kumbe saa ingine ni, ni, ni mzalendo naona mtu usai ni raia kumbe, sa ingine ni FRDC, na saa zingine ni Malarundo na na saa zingine iko hiko hivi hiko hivi wasaidi silaa ziko nyingi sana. Ni kwa mtu kujilingia usalama wake, kufunga kinywa yake, na kuangalia kama unakuwa na makonfli, kuepuka makonfli kabisa. Marehemu alikuwa familia moja, ni mwanamke na mwanaume, ni bibi na bwana huko Maumbwa ni kwamba mkuu kiongozi wa kijiji cha Kakunga tarafani Fizi ametaja kukemea kuzagaa kwa silaha ambazo zinasababisha mauaji ya raia wasio na hatia kiolela hivyo, ni kisha mama mmoja wa zaidi ya miaka sabini kuuawa kwa risasi na watu wasiojulikana katika kijiji cha Maumbwa wiki iliyopita. Akizungumza na TV yako, bwana Kungwa Andre, kiongozi wa kijiji cha Kakunga, ameanza kutoa picha namna tukio hilo lilivyokuwa ndiyo ule mama walimpiga masasi, lakini wale watu hawakujulikana. Walikuja tu kumfuatilia mnyumba na wakampiga risasi teni, ili risasi ilitoka iliuwa na kuku pale pale. Sasa walikuwa wanamshakia asema ni mchawi, kama ni ile rezo ya uchawi ndio walimfaa atujue, lakini maankete wazalendo walifika pale kwa kufuatilia mankete haya ajulikana mwenyewe alipigana masasi kabisa ni nani. Sasa kilio cha wale mama walikiteremusha pale Katanga, ndio kuikuwa familia yake pale na alikuwa mkaa wa eneo ya kwako. Je, hizo tuhuma za uchawi unasemaje kuzihusu? Ni ukweli au je, uchawi wenyewe hawana preve tangible? Yeye alikuwa hapa, lakini alikuwa anapia kutembelea huku kwa mtoto wake mwanamke. Ndio tulishtukia tu magharibi yake kitu ya saa moja hivi ale na kartushi kulilia, watu wanaanza kusema mtu anapigwa masasi na wanampeleka hospitali, na kule hospitali akwenda kupona na pale pale akapa alikuja wakamzika na kileo wakapeleka kule kwa asili kwao kwenye kuwa wa ndugu zake, sababu huko alikuwa kwa mtoto wake mwanamke. Mwisho huyo ameomba kwa wakuu wa majeshi kuwajibika na kuorozesha silaha zote na askari ili kubaini wanani walifu bunduki zinazagaa hatujue tufanye namna gani, ile tunaona mpaka ni leta yenyewe ndiyo itakamata azimio juu ya zile bunduki zenye kuzagaa sana, vile tuku tunahamasisha, lakini kuna kikao administrateri alifanya kile kikao na vile vilisemekana, lakini awapende kutekeleza. Sema hii mipango ya mabunduki kuzagaa, hata sisi kwa sisi tutaanza kuuana. Mukikolokana tu mwanzako anakushakia, anaenda kulikia pesa Nasuk anakia kuuwa kumbe, tungeleomba serikali ikusanye wale wote wenye kusika masiraha wao, wanaenda kumabrasage, kumafunzo, na kama ni kumasharde batai, wao wanapanda milimani kwenye kuwa fasi ya sharde batai. Lakini lakini imabariele nii anakia kutia hapa na hapa bariele, hapa na hapa bariele, vilevile iko inasumbua raia sana, tena sana na Baraka ni kwamba pesa elfu mia moja makumi mbili za Kongo, simu mbili ya ina androidi na vitu vingi vya samani kupelekwa hao. Ndiyo matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa usiku wa kuamkia siku ya pili ya wiki tunayo ndani ya kata la Kibonjwa ya pili mjini Baraka. Kwa mujibu wa mwanga wa tukio hilo, Bwana Bonfisi Mirebu Pacific amesema ni wakati alishtuka usingizini, ndipo alikuta kiza ndani ya nyumba, huku milango ikiwa wazi, kisha kupekuapekua akakuta begi ambamo mulikuwa pesa, simu pamoja na vitu vingine tayari vimehibwa kama alivyoeleza kwenye TV yako. Ilikuwa usiku ya kulamkia leo, mavendeze hivi ndo nililala. Wakati nililala nikashituka ma zero, nilikuwa na mtoto mzaifu mule nyumbani nikampatia madawa, sasa nikalala tena. Wakati ilifika ma 3h dita, nikashituka. Mie kushituka tu hivi najikuta nilishakuwa mugisa a nikajiuliza vinakuwayi. Nikalamuka me kugusa kwenye kuko manguo, nikasikia manguo iko. Kugusa kwenye kuko simu, simu haiko tena, ilikuwa pembeni yangu, lakini sikusikia wakati ilienda. Nikatoka ti mpaka msalo, kufika msalo nikakutana mulango ilishakuwa wazi. Basi nilikuwa na kasimu kadogo nilikuwa nakaweka mumakaye ya mingi hivi kali kasimu kugusa kwa ile makae pale kwenye nilikuwa nakaweka, nikakutana kali kasimu kiko. Nikakawakisha mie kutorishe munyumba, mlango iko wazi. Nikaingia mchumba kuangalia kwenye kulikuwa sakoshi, ile sakoshi santras ilikuwa begi ya kumgongo. Sakoshi naenda mule msakoshi ndani, mlikuwa kapano kali kartek, mlikuwa save milifra, mlikuwa ma carte de lecteur mbili yangu na ya bibi yangu pembeni. Sasa kulikuwa simu yangu ya Android na simu ya, ya baba yangu mkwe nilikuwa nalala nayo juu ya kutengeneza connection, vile vitu vikaenda, lakini hawakugusa kumanguo. Zaidi upande mwingine, mwenyekiti huyo wa vijana Kifulero mjini Baraka, bwana Bomfisi Mirebo ameomba serikali kuzidisha ulinzi wa raia na mali yake. Kwa kweli kitu ambacho ndaweza nikaseme nitazungumuzia juu ya sekurite au juu ya rondo. Kwa kweli, ngambo ya kibonjwa kule inakuwa saa vile kawaida, inakuwa saa vile zoezi kila siku, batu wanaibiwa kila siku, batu wanaibiwa. Kwa kweli, ndaweza si wa serikali yetu wazalendo, e FRDC la police wajiunge pamoja, wakuwa wanafanya sekurite pamoja, watakuwa na nguvu kwa sababu ya nini? Kuko makartyezi moya ambao basoda ha bafanyi emu masekurite usiku. Kwa hiyo vraiment, ndasi sana serikali yetu ya Kongo FARDC, wazalendo la police wajiunge pamoja, watakuwa na nguvu tu ya sekurite ya usiku itaweza kuwa ya maana. Na tumalizie na uko Ruchuru ambako shirika la kimataifa la msalaba mwekundu linapanga kutoa msaada wa chakula na visivyo vyakula Wamiaji wa ndani katika tarafa ya Rutshuru na Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivyo ni baada ya rai yao kupitia hali ngumu ya maisha hasa ukosefu wa chakula. Habari hii imehakikishwa na bi Mariam Favier, mmoja kati ya viongozi wa shirika hilo jimboni Kivu ya Kaskazini ambaye amesema kuwa shirika hilo la kiutu lilichangia pakubwa kwa ukarabati wa vituo vimoja vya afya, maji na umeme ambavyo viliharibiwa kutokana na ubovu wa usalama. Mariam Favier anaeleza afuatayo kwenye TV yako kwa sasa tena makambi pembezo na mji wa Goma wote walirudi makwao. Tulifaa uchunguzi na kundi letu kujua mahitaji yao, kisha hapo, kwa juma ijayo tutawagabulia chakula na vifaa vingine vya nyumbani na mbegu ya kupanda, hasa Masisi na Ruchuru. Kama munavyofahamu Wakati mtu anakimbia anaacha yote, na hali ya umaskini unaendelea kuongezeka, tofauti na wale ambao walibaki makwao. Sababu waliorudi hawana hata manyumba, zilisha kubomoka, pia na vifaa vingine vya nyumbani hawana. Kwa hiyo wanahitaji msaada wa haraka, hasa ya vitu muhimu na vya afya. Au de santé. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakushukuru ni wewe ambao ulitegea sikio na kutupa macho mwanzo hadi mwisho. Vilevile nitakuomba siku, siku like, kushisha na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24. TV yako ambayo inatokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Safari Almas almasbb, bye bye.